E bwana mtazamaji wa Mnyasa Media niko na Kefa Chengula shabiki wa Young Africans. Naenda kuzungumza naye kuhusiana na masuala ya kandanda ya kimichezo. Tukianza kuchambua kundi lao la Young Africans ambalo eh, wako nalo katika ligi ya mabingwa barani Afrika. E bwana Kefa Chengula mambo vipi bwana? E bwana salama kabisa, habari ya kazi. Mambo yanakwenda? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. E bwana kundi lenu mmeliona la ligi ya mabingwa barani Afrika? Ah, kundi letu kiukweli tumeliona. Mm. E, eh, kundi letu tumeliona na mimi naweza kusema katika yale makundi manne, mm. Kundi letu ndio kundi dume na mimi naweza kusema bwana Mnyasa, kulile kundi letu ndio kundi pekee ambalo naweza kusema kwamba ndio linaenda kutoa bingwa wa Africa Champions League, kwa sababu ukiangalia watu waliomo mle e, eh, kiukweli, huwezi kuwabeza kwa sababu kuna JS Kabylie, kuna FA Rabat, kuna Young Africans Sports Club kuna Ahly na ukiangalia hao wote ni mabingwa walizizao kule walikotoka kama sitakuwa nimekosea, ndio kwa kwa kwa FAR Rabat nafikiri msimu uliopita amechukua RSB Berkane, si ndivyo mm, kwa kwa maana ya Morocco, lakini huwezi kukataa au huwezi kuubeza uwezo wa FAR Rabat na ndo eh, timu ambayo tunaenda kuanza nayo tarehe 22 na mwezi wa 11 saa kumi kamili Amani New Complex pale Zanzibar. Kwa hiyo mimi binafsi lile kundi letu bwana Mnyasa lisukufiche mm, lile ni kundi la kifo, japokuwa Eh, kuna baadhi ya watu wameanza mm. kutishatisha huu <coughs> kundi la Yanga liko hivi. Hapana, lile kundi ni, ni sahihi kabisa, ni gumu, lakini chochote kile kinaweza kutokea kwa sababu watu wanasema jamani, tuambizane tu ukweli, ukishafika hatua ya makundi yoyote apa, ambaye utapangwa naye huyo mm. ni mzuri. Na ndio maana inaitwa klabu bingwa Afrika. Yani, wale walioingia wote hatua ya makundi ni mabingwa. Sasa, kama wewe hutaki kukutana na Jesse Kabilie, hutaki kukutana na na Farabat, hutaki kukutana na Ahali. Kwenye hatua ya makundi ndugu zangu, hakuna na Mungu. Wana wanayanga wenzangu, <laughs> hatua ya makundi hakuna ihefu, hakuna siri, wakina Geita Gold hawapo kule. Kwa hiyo hawa tuliowapata tumewapata watu ambao ni hadhi yetu na huwezi kuwa mkubwa kama huchezi na wakubwa. Sasa tulitaka tupewe nani? Mtu anakaa tu anasema, oh bwana, mimi nasema, jamani, mimi kama mwanachama nimefurahi sana kupangwa kwenye lile kundi letu, na mnaomba Mwenyezi Mungu miaka yote ya maisha yetu tupangwe na wale wa Arabu, yaani nataka tu... kwa sababu hapa tulipofikia, ili upande juu ni lazima ucheze na hao watu. Huwezi tipi mazembe amefika pale alipofika ni kwa sababu alimpiga AS Tunis elfu mbili na kumi na tano kwenye klabu bingwa Afrika fainali na ndio maana tipimaze mepaka leo kwenye historia za, za, za, za soka hapa Afrika, yumo na ana historia nzuri, kwa sababu amekutana na watu wakubwa. Kwa hiyo mimi binafsi nilikwambia bwana Mnyasa mm. ni kwamba e, hawa watu tuliopanga nao ni watu sahihi na tumewapata kwa wakati sahihi. Umenielewa, mm. na unajua kwa nini watu wengi wana, wana, wana, wana, wana, nani? kwa sababu bwana Mnyasa, kwa sababu mimi ni mzee wa fact, nazungumza fact. Ukiangalia kwenye lile kundi letu, ukimtoa Ahali hakuna klabu yoyote ambayo imefanya vizuri ndani ya miaka minne hii, ukimtoa Ahali hakuna klabu yoyote iliyofanya vizuri tofauti na Yanga Africa Sport Club. kwa sababu sisi tumefika finali ya tumefika kota faino, umenelewa. Na tumefika na mpaka saa hizi nafikiri tupo kwenye top 10 za rank za rank za kafu barani Afrika, si ndivyo? Na ndio maana tulienda kuwekwa poti namba mbili, umenelewa. Tuliwekwa kwenda poti namba mbili, maana tulikuwa sisi wa kina Simba wa kina nani, tuliwekwa kule poti namba mbili. Tafsiri yake ni kwamba kwenye kundi letu namba moja ni Ahli namba mbili ni Yanga, namba tatu Farabati, namba nne nani yeye, sikabirie manake yake. Yanga tumeshika nafasi ya pili, ni tafsiri ni kwamba Yanga ndani ya miaka minne hii tumefanya vizuri zaidi kuliko Farabati. Hiyo ni statistic na ri, na ni reality, nazungumza uhalisia wa bana evan, tubaki hapa hapo kwa Young Africans, eh mkianza na e, bila shaka na Farabati. Eh, mchezo huo utapigwa pale visiwani Zanzibar. Kuna watu wanauliza, kwa nini mmeenda Zanzibar? Kwa nini msicheze Benjamin Mkapa kwenye uwanja ambao mara nyingi mnaotumia kwenye mashindano ya kimataifa. Tukianzia hapo. Ah, mimi binafsi kama mwanachama japo kuwa hatujaambiwa sababu kwa nini tunatoka Mkapa tunaenda Zanzibar. Japo kuwa mimi binafsi nilitamani mechi ichezeke kwa Mkapa. Kwa sababu kwa Mkapa tunaamini ni uwanja ambao unafikika, ni sehemu ambako sisi wanachama tunaweza tukafika, ambao wenye uwezo wa chini na wa juu wanaweza kupata uwezo wa kufika. Umeelewa? Lakini vile vile Zanzibar kuna wanachama vile vile wa klabu ya Yanga, lakini eh, kwangu mimi kusema ni kwa nini tumetoka hapa tumeenda kule, naweza kusema labda kwa sababu msimu uliopita tulishindwa kupata matokeo mazuri kwenye ule uwanja hatua za makundi, kitu ambacho kilipelekea sisi kushindwa kwenda hatua ya quarter final, na ndio maana viongozi wetu wameona labda wabadilishe upepo, waitoe mechi kwa Benjamin Mkapa waipeleke sababu ya msingi kabisa ambayo inaweza ikawa tofauti na nayozungumza tarehe ishirini na mbili anaenda kucheza pale. Sasa ukisema kwa nini Yanga tarehe ishirini na tatu, tarehe ishirini na tatu. Mm. kucheza kwa nini, kwa nini, kwa nini, kwa nini Yanga tumetoka pale Benjamin Mkapa tunaenda Zanzibar, tofauti na hiyo sababu ambayo nimekupa, kiukweli mimi naona labda ni kwa sababu tumeamua kubadilisha upepo, kwa sababu kwa mara ya mwisho kwenye klabu bingwa Afrika tumeshindwa kupata matokeo mazuri ambayo yangetupelekea klabu yetu kwenda hatua ya kota fainal, na ndio maana viongozi wetu wameona ah, labda tubadilishe upepo kwenda Zanzibar. Lakini sababu ya msingi ya tofauti na hicho ninachokisema ya kutoka pale Benjamin kwenda Zanzibar, mimi sioni. Eh bwana, tuliangalie kundi lenu. E, kuna Al Ahli kuna FAR Rabat e, kuna huyu Mwalgeria eh bwana, mnaweza mkavuna alama tatu mkiwa pale Amani Complex usani Zanzibar kutokana na hao wapinzani wenu kwa maono yako na kwa uchambuzi wako bwana Kifa Changura kama shabiki wa Young Africans na mnachama? Ah, unajua shida yangu mimi bwana Mnyasa mm. watu, watu wengi wapendi ukweli mm. watu wengi wanapenda propaganda yani yani kitu akata yani kitu atakama yani hakipo yani kipo kidogo kina ups and down wanataka yani wewe muda wote uwe ni kitu mtu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa kusifu kitu ambacho unajua, hata unajua. so, muda mwingine wanasema chumvi e, ni kali kwenye kidonda, lakini ikikaa kwenye kidonda inaenda kutibu kidonda. Sasa tunavyozungumza haya mambo, ni tafsiri, ni kwamba engineer Helsi anavyoziona hizi clip, ni kwamba anachukua huu shauri anaenda kuufanyia kazi. Lakini mimi nikikaa kwenye hii media bwana Mnyasa, nikaenda kusifia kwamba hii klabu yetu tuko hivi, tutafika semi final, tutapiga finali, ah, ndugu zangu, tunafika finali. Una timu ya kwenda kufika finali? ukweli ukoje? Sasa kwenye kundi, ukweli ni kwamba kwa hapa tulipofikia, na timu yetu ambayo tunayo kuvuna alama tisa nyumbani, kuvuna alama tisa nyumbani. Eh, ni sawa na ngamia kupenya kwenye tundu la sindano inawezekana, mm, lakini ni ngumu kwa sababu timu yetu bana, mm. Unajua, <coughs> mpira ni mchezo wa wazi, mm. Timu yetu the way inavyocheza, mm. Unaona kabisa inacheza inatufurahisha kwa ndani, lakini unaona kabisa sisi wanachama, sio wanachama tu, hata viongozi wanaona kabisa timu namna inapofafomu hairidhishi na kama hairidhishi ndio maana engineer alisema, ndugu zangu, ile siku ambayo tunaingia hatua ya robo fainal, hatua ya makundi pale mm. Benjamin Mkapa alisema, hii timu ambayo mmeiona kwa sasa hamtaiona Januari. Tafsiri ni kwamba Januari, kwenye dirisha dogo la usajili, kuna marekebisho mengi yatafanyika. Tafsiri ni kwamba engineer Harris mwenyewe amethibitisha pasi na shaka kwamba timu yetu kwa msimu huu kwa namna inavyoperform hairidhishi. Haya sio maneno yangu bwana Mnyasa, naomba sio Mnyasa, na wa, wa, wa, wa, Mnyasa. Wanayanga wenzangu, haya ni maneno ya kiongozi wetu. Alisema wanayanga, kufika Januari tutaiona Yanga ya tofauti na ya msimu huu. kwa maana kwa, na, nini, ninachotaka kuzungumza ni kwamba ikitokea tumekosa matokeo dhidi ya FA Rabat ikitokea tumepoteza matokeo zidi ya au Ahali, Ahali, si ndivyo mm? kata hizo timu mbili itakayofuatia, maana mm yake ni kwamba tusife moyo, ni kwamba tusubiri Januari, tutaona ni sehemu gani panapovuja tuweze kuziba, lakini sioni kabisa manake, manake bwana Kefa Chengula, kwa kikosi mlichonacho hivi sasa kwa mechi za nyumbani ambazo mtacheza eh, kwa makao manake, kupata alama sita ama tatu ni ngumu, kwa namna ambavyo natizama Inawezekana lakini ni ngumu, hilo lazima mm -hmm. nikuambie kwenye mpira usiseme haiwezekani, neno haiwezekani kwenye mpira halipo, umenielewa? inawezekana lakini ni ngumu kufuatana na timu yetu na timu yenu manake ilivyo, eh jinsi ilivyo, ilivyo. kwa sababu mm -hmm. yaani hapo usipa, usipake mafuta mm -hmm. unajua shida ambayo mimi nagombana na wanachama wenzangu wanataka kupaka mafuta kwenye sehemu ambako hapajasafishwa sehemu ambako pana uchafu, ni lazima tutafute, nani tunasema brush, tusugue ili pang'ae, lakini tukaanza kufuta tukupaka mafuta sehemu ambako ni pachafu. Tafsiri yako kama ni kwamba sisi hatuna dhamira njema na klabu yetu, tusifichane hapa. Tulipofikia mm -hmm. klabu yetu haionyeshi, haireflekti nini tunachoenda kukivuna kwenye mechi mbili za za za kabla hatujaingia hatu, hatu, hatu kwenye kwenye dirisha dirisha dogo hapo Januari lakini, kwa sasa bado tumemuomba Mungu. Vipi kuhusiana na mechi za ugenini? Ah, unajua ndio kile, mnaenda Misri, mnaenda Algeria, mnaenda Morocco, ndio hapo ambacho mimi nasema, <coughs> Bwana Mnyasa, niwaombe wanachama wenzangu, kwa sababu mimi kwa safari hii ikitokea tumeingia hatua ya robo finali, kama mwanachama nitapongeza nitafurahi, lakini kabisa sioni klabu yetu tukienda kupata matokeo kwenye mechi za a, national ahari farabati na Jeunesse Kabyle kwa namna tulivyo, otherwise manake, manake unam, unamaanisha kwamba turejelee kauli ya rais wa klabu yenu ya Young Africans aliposema target yao ni kufika tu ya makundi ligi ya mabingwa bana Afrika. Kwa hiyo akitolewa hapa au mkiondolewa hapa, hakuna kulaumiana kulingana na kikosi mlicho nacho. Ah, yaani kunajua kikosi tulicho nacho, lawama lazima ziwepo. Lakini sisi kama wanachama ni lazima tuulizane kwamba kwa nini timu yetu, kwa sababu tuliaminishana. Msimu uliopita tumeishia tu yaani, ili bana Mnyasa iende safi kwa, kwa amani na salama na Simba naye aishie hatua ya makundi ili pawe na amani, pawe na usalama, kusiwe na taharuki kwenye klabu yetu, eh. Basi tuombe, kama sisi tuaishie hatua ya makundi basi na Simba. Lakini ikitokea Simba imeingia robo fainali sisi tumeshatoa makundi eh, hapa inapata kalika kwa sababu haiwezekani miaka yote miwili tunaishia ya makundi. Msimu uliopita tulifika hatua ya fainali ya ya robo fainali msimu uliopita, huu tumeishia tumeshatoa ya robo makundi, safari hii tumeishia makundi alafu tutakuja na sababu gani, na Simba imeenda robo fainali tunaashumu japokuwa sipenda ishie huku kwa sababu mimi ninavyoona kwa namna jinsi tulivyo hairidhishi, kie, kwa kwa na mmecheza, yani, mechi ya kirafiki meche mefungwa sasa hizo ni mechi za ndani ambazo hatujajua, umeona hatujajua kama ni kweli tumefungwa, ama ni propaganda. Ni taarifa zilizotoka inaonekana ni rasmi, ni rasmi. Sasa kama ndio hivyo, ninachokisema bwana Mnyasa, kwamba bwana, timu yetu msimu uliopita mechi zote za kirafiki tulikuwa tuna yaani, unasema tuna nini, tuna tunatwanga na kupepeta. si Simba wameshinda goli sita kwa sifuri dhidi ya JKT? Ndio, ndio maana mimi nimekwambiaje, hao ndugu zetu wa upande wa pili namna wanavyokuja jkt → JKT wamempiga kwenye ligi wamempiga kwenye wame mechi ya kirafiki. Sisi tumesikia tumefungwa tatu kwa mbili whatever takavyokuwa iwe ni kweli ama ni uongo, lakini yote kwa yote niseme bwana Mnyasa, klabu yetu ni lazima ijitathmini kiukweli. Sisi wanachama tunaumia kwa namna klabu yetu inavyocheza, sio sisi tu, mpaka injinia Hersi mwenyewe anajua kwamba hii klabu bado haijafika tageti ambayo sisi wanachama au sisi kama u, u, kama klabu kwa ujumla tulikuwa tume- tumeiseti kabla liga haijaanza. Kwa hiyo mimi binafsi niwaambie, hatujachelewa tuisapoti klabu yetu, lakini sioni klabu yetu ikiingia kota final kwa namna jinsi tulivyo.